Uh, miziki ya gospel ama miziki ya Kikristo na kisha nyuma ya pale akaanza kupiga mamiziki ingine tunaita, tunaita ya kidunia, um, na akaendelea sana, akavuma sana, hatutafanya details za mingi, lakini habari yeni nikonao ni kutaka kuambia kuwa na aliona ni vema tena, uh, kurudilia tena Ukristu kama kawaida na kuanza kutumikia Mungu uh, ngisi ipasavyo na akabatizwa, akabatizwa kwa maji mengi na kumpokea tena Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kukiri kinywani mwake ya kuwa anaacha kila kitu kyote ambacho kimpendeza Mungu na kuambatana na nyao za Kristo na kuambatana na njia za Kristo, na kwa hiyo ni shangwe sana kwa Wakristo wote ulimwenguni kama kondo ilikuwa ikipotea, ikirudia tena, ni kitu kya kushukuru tena sana. Na video ya pili yenye iko ndani ya gari, unaona ikisiiko kwa shangwe na kukiri yeye mwenyewe kwa mambo ambayo anataka tena kuanza vizuri juu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ni sifa sana, ni shukurani sana, na nikizani ni kitu kya maana kumwombea na kuendelesha tena safari ya kikristu ni kitu kia maana sana. Basi nio nilikuwa nataka kuletea ya familia yangu Haan? Ni chiram john tiri chiram tv. Jiunge jiabone kwa kwai page yetu, kengia ku facebook, youtube, ukengia ku tiktok utakuwa nafanya mzuri, hata ku snapchat utakuwa nafanya bien. Ukijabone utakuwa nafanya bien. Merci, merci, merci.